Wa Jaji Mugeta Susan Mlawi hayupo, uh, lakini Jaji Mugeta, upo umeapa kuingia kwenye tume ya maadili, huko nako kuna kazi, na mkubwa wako yuko hapa, kuna kazi. Sisi viongozi ni wanadamu, ni watu na wanadamu, tuna miko, tumewekewa. Kitufanyia assessment leo, unaweza kutukuta only 30% tunafuata kweli hiyo miko ya uongozi. Sasa mna kazi ya kutulea huko na kuangalia ujazaji tu fomu na kukuleteeni aile tunafanya sana, lakini matendo mengine yetu binafsi huko a, ni mambo mengine. Kwa hiyo naomba mkasimamie maadili kwenye utumishi wa umma, tumeharibika. Leo hii, mtumishi wa umma anakosa uzalendo, anakosa tuseme nini sijui ile moyo na kwamba mtumishi wa umma anathubutu kuchukua siri kwenye mafaili, akapiga picha kwenye simu yake, na akasambaza kwenye, akijua kwamba anamkomoa rais, akijua kwamba sijui anamkomoa nani inline, lakini kumbe ni yeye amekosa maadili, ni yeye hawajibiki kwa taifa lake, uzalendo kwa taifa lake hakuna. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yapo hilo ni moja, lakini kuna mengi ndani ya utumishi wa umma. Katusaidieni, kwa sababu utumishi wa umma ndio engine ya uendeshaji wa nchi hii. Kwa hiyo katusaidieni viongozi kuwa na nini. Lakini kuna mradi ambao umeuanzisha na umenifurahisha wa kuanza kuwajenga watoto huku na maadili ya umma, weza kupitia mashuleni au wapi, lakini nimesoma samwea, kwamba tume sasa inataka kuanza kujenga maadili kwa vijana, aidha walioko university au sekondari, lakini wakuwe na, na yale maadili, itatusaidia sana sababu Waarabu wanasema nakshi. Unajua nakshi ile michoro ile mapambo unayoyachora kwenye jabali yanakaa zaidi, lakini ukiyachora kwenye mchanga, upepo ukipita una. Sasa watoto ni majabali yetu yanakuwa yanakuja kwa hiyo mkijenga akili zile mkizianza sasa hivi zitakaa vizuri kuliko sisi wakubwa. Jitu lishapotoka huko nje, unaliteua unaliweka, linakwenda na imani yake ile ile nikifika, watanijua, baada ya miaka miwili mimi nataka niwe somebody, nionekane, badala ya kutumikia nchi anajitumikia mwenyewe. Kwa hiyo nendeni, katukumbusheni maadili yetu.